Ni mwanaume ninakuomba sana tafadhali, hebu sikiliza hii video hadi mwisho. Sikiliza hii, hii video hadi mwisho kudadeki, alafu narudi na, na sikiliza hii video hadi mwisho. Wakaka, ni nani aliambia kwamba ukimpatia pesa mwanamke unatakuwa umnyanyase kihisia ki na kimahusiano kwa sababu tu unamhudumia? Unajua kitu, nimekuwa nikiona like kila nikiongelea hili swala, wanaume mnakuja, yani sikiambia wanawake mnatoka mtufanyie hichi na hichi. Mnakuja like, mbona nyinyi amtuandai mnatuomba tu pesa? Yani nikupe pesa nikuhudumie, na bado nikupe nikupe furaha? Utajijua mwenyewe. Nani amewadanganya baby? Nani amewadanganya? Ndio maana mnagongewa madem zenu kila siku. Unajua ni kwa nini mnalalamika sana bodaboda wanachukuliwa wanawake zenu? Ni kwa sababu bodaboda wanaekeza nguvu kazi kitandani, wanajua lazima tuguse kila kuta za huyo mkeo, kila kuta za huyo demu wako, kwa sababu wewe uzigusi baby. Kwa nini nyumba zinakuwa kuna ule usafi wa wa siku nzima <laughs> uwezi elewa, u Uwe ule usafi wa siku nzima, zinaguswa kila sehemu. Kama ni mapazia utatua, kama ni baibui utatibu, buibui utafuta kote, kunaguswa ndio kazi ya bodaboda hiyo. Na kwa vile mnaweka jeuri, mnaanza huu, nikupatia pesa, nikunulia vocha, nikulipia kodi, nikuninilia oya nipe pesa, nihudumie, nihudumie na familia yangu, na bado uniandae vizuri kitandani. Hakikisha unipi sababu yoyote ya kumwona mwanaume yoyote wa nje ni wa thamani kukuzidi. Hakikisha siwezi unipe sababu ya kumuona mwanaume wa nje ana uwezo wa kunifurahisha. Okay, nisikilizeni niwambie wanaume, nisikilizeni niwaambie ndugu zangu, sisi ni wanaume. Ikifike ifike mahali wanaume tupeane kodi kuhusu hawa viumbe. Mwanamke ni kiumbe ambacho hakijawahi eleweka kinataka nini? Mwanamke ni kiumbe ambacho hakijulikani kinataka nini ulimwenguni? Mwanamke hatosheki, haeleweki, hariziki. Hata umfanyie vitu gani, utamfanyia vyote, utamnunulia gari, utamjengea nyumba, utamfanyia kila kitu, lakini itafika mahali atakwambia haujanifanyia chochote. Nisikiliza kwa umakini wewe mwanaume ambaye umekamatwa, akili zako zimekamatwa na malaya. Nisikilize kwa makini, nikufungue kichwa chako hicho. Wewe mwanaume ambaye akili yako imekamatwa na makahaba, nisikilize nikufungue hicho kichwa chako. Mwanamke hata umfanyie kitu gani, hautakuja kumridhisha mwanamke. Hata umfanyie nini, haridhiki. Kwenye bustani ya Eden kulikuwa na kila kitu, kila kitu lakini akaona haitoshi, akaenda kula na tunda, akadanganya, akadanganya kidogo tu kidogo tu na nyoka, akakala tunda, akampelekea na mumewe, akala. Kwa hiyo mwanamke hata umfanyie vitu gani kwenye maisha yako, umpe kila kitu, kidogo tu akidanganywa, anakuacha. Mwanamke hata umfikishe sijui wapi hata sijui umpe nini, akiamua kukuchiti anakuchiti. Hauwezi ukamfanyia kitu chochote mwanamke kikamfanya asikuchiti. Ukimpa pesa anakuchiti, ukisiji ukimfikisha sijui kileleni, anakuchiti, sijui umjengee nyumba na bado anakuchiti, umtengenezee um, um, um, biashara atakuchiti na wateja, umnunulie um, gari atalala na waziba pancha. Mwanaume wewe unayehangaika na mwanamke wa namna hiyo. Eti mwanamke anakwambia usipotujengea kwetu tunaachana. Sijui usiponunua simu tunaachana. Muache aende. Muache aende. Muache aondoke. Hata umnunulie simu bado atakusumbua. Ifike mahali wanaume muache wa malaya waende wanakotaka. Usiponifanyia hiki wanaume wenzako atakusaidia. Nenda. Nilikukuta kwanza hata bikira huu na nilikuta sha kufumua. Nenda usinisumbue. Usiniangaishe. Kwenda huko. Anakusumbua hivyo vyote kwa sababu eti ni ngono huyo mwanamke ana kitu gani cha kukuongezea wewe kwenye maisha yako zaidi ya ngono? Nini mbaya zaidi, ulikuta tayari wahuni waishamfumua. Sasa anakuhangaishia nini? Kitu gani ambacho kinafanya umhangaikie huyo malaya? Ifike mahali wanaume, akili zetu zifunguke, tusiwe kama akina Samsoni. Haya mambo ya kudanganywa na kunyanyaswa kihisia na wanawake yalikuwa zamani, lakini sio kwa saa hii. Wanawake wako bilioni ngapi huko wafusi, wanaume tuko wachache. Kwa nini uhangaike na huyo kahaba? Ifike mahali ao malaya wakisema, sijui mimi naondoka, mwache aende, wa mwache tu. Msitusumbue wanawake, nendeni. hatuwezi kulinda sehemu zenu za siri kwa kuwapa pesa, kuwapa magari na kuwajengea nyumba. Mwanamke hata umfanyie kitu gani, hawezi angalia mazuri yako. Anaangalia tu mabaya yako. Hata mfanyiwe vitu gani? Sasa ona huyu ma malaya huyu, ni malaya tu, kwa sababu mwanamke ambaye anajielewa na kujitambua hawezi akajirekodi na taulo alafu awe anaongea ujinga kama huu. Inamaanisha hapa ametoka kulala na huyo dereva boda boda. Sasa haijulikani ni mke wa mtu au ni mpenzi wa mtu, na huyu ana wanaume zaidi ya mmoja anavyoonekana. Huyu, hawa wanawake wameshaharibika. Hawa wanawake hata mlale nao vipi, hawawezi kuridhika. Wanawake wengi wameshatumiwa na wanaume mbalimbali kwa hiyo hata umfanyie nini wewe, uliyekutana naye kwa sasa, hauwezi kumridhisha. Ametumiwa na wanaume mbalimbali mpaka amekufa ganzi, kwa hiyo anachokipitia kwako anakiona kama marudio, na siku zote marudio hayanaga raha. Yaani unachomfanyia wewe ni marudio ya aliyofanyiwa na wanaume kumi, ya aliyofanyiwa na wanaume watano. Kwa hiyo unachomfanyia wewe kwake sio kigeni. Ingekuwa kitu kigeni kwake angeburudika, angeona raha kwa sababu kitu kigeni huaga kinakuwa kama surprise. Lakini wewe unachomfanyia ameshafanyiwa na wanaume wengine, na hakuna kingine unaweza ukamfanyia kwake akaona kipya kwa sababu ameshafanyiwa na wanaume wengine. Kwa hiyo wametumika mpaka wamekufa ganzi, amwezi kuwafanya chochote. Wametumia madawa, hawa wanawake wanachoma sindano za kuzuia mimba, wanachoma sindano za kuongeza shape. Wanakunywa pitu Wanaweka vijiti haya madude yameshaharibu mfumo wao wa hisia, wamesha, yani hizi dawa zishaharibu mfumo wao wa hisia, hawana hisia tena, ila wao hawajui. Sasa hawa malaya wanatumia nguvu kubwa kuwaaminisha wanaume ya kwamba ni wabovu. Hakuna mwanaume mbovu, na hata kama wapo sio wengi kiasi hiki wanawake wao ndo wameshaharibika kwa kutumia na wanaume wengi, kwa sababu mtu mwanaume atakachomfanyia anaona marudio. Wanawake wao ndo wameshaharibika kwa sababu ya kutumia madawa, madawa yanayokunywa na kuchoma masindano yameshaathiri mfumo wao wa hisia, kwa hiyo hawana hisia. Hena, lakini pia wana msongo sana wa mawazo kwenye maisha yao, kwa sababu wanakimbia huku na huku kutafuta chochote kitu kupitia ngono. Kwa hiyo ana msongo wa mawazo, wakati amelala na wewe anawaza madeni aliyonayo. Huwezi kumlizisha mwanamke mwenye madeni, huwezi kumlizisha mwanamke ambaye yuko na majukumu, huwezi. Sasa hawa malaya kwa kuwa washaharibika, wanatumia nguvu kubwa kuwaaminisha wanaume ya kwamba ni wabovu, na nyinyi kwa ujinga wenu mnaamini ni wabovu, mnatafuta madawa, mnakunywa, mmekwisha wao ndio wameharibika, wao ndio wabovu, wewe ni mzima. Yaani hawa hata uwafanyie nini hawariziki. Hata huyo dereva boda boda anayemsifia anamfanyia hivyo kwa sababu huyo boda boda ni mgeni kwake. Lakini akisema aoane na huyo dereva bodaboda, lazima watachokana tu na huyo bodaboda hataendelea kufanya kama alivyofanya mwanzo kwa sababu sisi wanaume huwaga tunamzoea mwanamke, na ukishamzoea huwezi kufanya kama ulivyokuwa unafanya kwenye uchumba. Anamfanyia hivi kwa sababu amemkuta. Unajua, mtu ukikutana naye ananukia perfume, haujawahi kukutana naye, lazima kuwe kuna mabadiliko makubwa sana ya kihisia pale mnapokutana naye. Lakini mkishaoana, perfume wote ni moja, mafuta wote ni mamoja, sijui kila kitu ni moja, wote mnachangiana. Ananunua nguo mpya, unaiona haushangai kwamba tulienda kununua, si tulinunua wote, hautashangaa kwa hiyo kunakuwa hakuna hisia kali pale, kwa sababu unaishi naye unalala naye kila kitu. Anachokitengeneza na we unaona, perfume unamnunulia, kila kitu unamnunulia

Saa hii hakuna mwanaume. Tafuta pesa, mwabudu Mungu, hakikisha uko umekaa vizuri na Mungu. Tafuta pesa zako, hawa malaya mwache, watawaua hamwezi kuaridhisha, hamwezi, hamwezi kuaridhisha hawa wanawake hata siku